Ya, hujambo na karibu kwa mara nyingine, hii ni Yes Online. Yes. Yes, yes. Online. Online. Usisahau kusubscribe kama ndo mara yako ya kwanza unakutana na post kutoka chaneli hii pendwa ya Yes Online. Na miongoni mwa taarifa ambazo eh, tutakuja kuziangazia hii leo ni sakata la Stefan Aziz Ki ambalo linazungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Naam, sasa e, taarifa ikufikie kwamba pale Morocco, kwa maana ligi kuu nchini Morocco, unazungumzia Botola Pro wana kanuni ya kwamba kila timu inaruhusiwa kusajili wachezaji wa kigeni wasiozidi watano, unaelewa eh? na uwanjani wataruhusiwa kutumika wachezaji wasiozidi watatu kwa pamoja. Sasa Wydad Athletic Club kuelekea kombe la dunia la vilabu msimu huu nchini Marekani, wamesajili wachezaji wengi sana wa kigeni, nadhani wote mtakuwa mashuhuda. Na kuelekea mchuano hiyo, wamesajili wachezaji wengi wengi wengi tena ndani ya muda mfupi, akiwemo Stefan Aziz Ki kutoka Yanga uh, kwa hiyo wachezaji wengi wa kigeni ambao wamesajiliwa hivi karibuni na Wydad, wamesajiliwa kupitia dirisha maalum la usajili lilofunguliwa na FIFA kwa ajili ya mashindano hayo ya kombe la dunia kwa upande wa vilabu, na wachezaji hao hawajaingizwa kwenye mfumo wa wa ligi. Sijui tunaona vizuri. Kwa hiyo nikukumbushe tu kwamba wachezaji wengi wa kigeni waliosajiliwa na Wydad kuelekea kombe la dunia la vilabu wamepewa mkataba wa miezi eh, wengine wamepewa mwezi mmoja tu, kukiwa na kipengele cha kusalia endapo kocha Uh, wa klabu hiyo na mzungumzia Mohamed Amine Ben Chachim atakuwa ameridhishwa na kiwango cha huyo mchezaji. Sasa kumbuka anatakiwa kuwa na wachezaji watano wa kigeni kwenye squad kuelekea msimu ujao mara baada ya kutamatika kwa haya mashindano ya kombe la dunia kwa upande wa vilabu. Sasa nini kitafuata kwa wachezaji ambao inawezekana watashindwa kuclick? Kuna taarifa kwamba Young Africans waliambiwa kwamba kutakuwa kuna option ya kumrejesha Stefan Aziz Ki kwa mkopo kama atashindwa ku click ndani ya Wydad Athletic Club, lakini kama Stefan Aziz Ki ata click moja kwa moja yani ataingia, ata, ama atawahi kuingia kwenye mfumo basi ataendelea kuwa mchezaji wa Wydad Athletic Club kama mkataba unavyosema, lakini kama itatokea Stefan Aziz Ki akashindwa kuingia kwenye mfumo wa Mohamed Amine Benchechea ambaye ni kocha wa Wydad basi kuna uwezekano akatolewa kwa mkopo. Na kama atatolewa kwa mkopo, kipaumbele cha kwanza ama timu ambayo itapewa kipaumbele ni Young Africans Sports Club. Nadhani tulikuwa tumeelewana vizuri kabisa hapo. Kwa hiyo uh, hiyo kae kich, eh, kichwani mwako kwamba ikitokea usije ukasema bwana, sijui nini nini, imekuwa vipi vipi, labda Wydad wameshindwa kutoa hela ndio maana Yanga ya wamemchukua mchezaji wao no. Kwa hiyo scenario iko namna hiyo na ligi nyingi za Kiarabu hususan za hapa Afrika, Tunisia, Algeria, Morocco, Misri, uh, sijajua Libya. Ligi hizo, wachezaji wa kigeni, idadi ya mwisho huwa ni wachezaji wa tano tu. Kwa hiyo taarifa nadhani imefika ipasavyo, na bila shaka umeielewa. Inawezekana wakati tunasoma caption kwenye wa thumbnail, ulianza kupata shida kwamba nilikuwa namaanisha nini kwa taarifa kamili ni hiyo na nina uhakika utakuwa umenielewa vizuri vizuri vizuri unaweza kashare kwa mwenzako ili na yeye apate kujua kile ambacho kiko ndani ya mkataba wa Stephane Aziz Ki na kipi kitafuata kama Stephane Aziz Ki pamoja na wachezaji wenzake ambao wamesajiliwa kwenye dirisha hili dogo la FIFA kwenda ku, kutoa backup ama kuboost uh, vikosi vya hizo timu ambazo zinashiriki mashindano ya kombe la dunia kwa upande wa vilabu, yaani FIFA Club World Cup, ambao Wydad ni miongoni. Usisahau kusubscribe. mimi ni Edibili Gaston Dawala wa Yes Online. Ukisubscribe maana yake unajiwekea nafasi nzuri zaidi ya kuwa wa kwanza kuona kila nitakavyo, uh, posti. Asante, hii ni Yes Online, yes, yes, yes, yes, online.